Waziri mkuu Kassim Majaliwa amewataka madiwani kuwa waadilifu na waaminifu katika kutekeleza majukumu yao ya kiutendaji. Waziri mkuu Majaliwa ameyasema hayo alipokuwa katika ziara yake mkoani Pwani wilaya ya Kibiti, ambapo amewaagiza madiwani hao kuacha kukubali kushawishika kupokea rushwa. Taarifa zaidi na Tatu Abdallah Ziara ya waziri mkuu Kassim Majaliwa katika wilaya mpya ya Kibiti mkoani Pwani inamkutanisha na watendaji wa halmashauri hiyo pamoja na madiwani, ambapo waziri mkuu Majaliwa anawataka madiwani hawa kufanya kazi kwa uadilifu ili kuletea taifa maendeleo. kwa uaminifu mahali pa kazi. Uadilifu hapa mahali pa kazi. Lakini uwajibikaji ndio mstari wa mbele. kwa mwajibikaji utaona mambo yako yanakwenda vizuri, lakini usipokuwa mwajibikaji hatutakuvumilia. Na kwa kuwa kila idara inapata fedha za kuendesha miradi ya wananchi kunahitaji uadilifu mkubwa sana wa kupokea fedha za kuzihifadhi, na kila mmoja anataka aonyeshe uaminifu wake kwenye hili. Na uaminifu ni hasa pale unaposema kajenge mradi wa maji Bungu mradi huo ni wa shilingi milioni 40, usio katengeneza zabuni za ujanja ujanja <coughs> unatuletea mradi wa milioni 20, alafu unalipa milioni 40, mradi unajengwa kwa kiwango cha chini. Hilo tukilisikia hatutakuvumilia. Na madiwani, mwe wakali katika hiyo. Katika hatua nyingine, wakazi wa eneo la Bungu wamesimamisha msafara wa Waziri Mkuu Majaliwa ili kumwelezea tatizo lililonalo la ulipwaji wa fidia, ambapo mbali ya wakazi hawa kuhakikishiwa kulipwa fidia zao, Waziri Mkuu Majaliwa pia amesema katika awamu ya tatu ya mradi wa kupeleka umeme vijijini REA utahakikisha kuwa vijiji vyote ambavyo havikupata umeme vitapatiwa. Nao mradi wa pili wa REA ambao tumeanza awamu ya kwanza na ya pili sasa hivi tunaenda awamu ya tatu. Awamu hii ya tatu, Watanzania nataka ni wahakishie kwamba tunamaliza vijiji vyote vya nchi hii kwa kuvipelekea umeme. Kuna vijiji elfu nane vilivyobaki havina umeme cho, kijiji chochote tunachochukua wewe, kama ni kijiji hakina umeme, kipo kwenye orodha vijiji elfu nane. Tumetenga fedha trilioni moja kwa ajili ya kuweka umeme. Tumetangaza zabuni, wakandarasi wakepatikana wanakwenda kila wilaya. Aidha, waziri mkuu Majaliwa amesema serikali imedhamiria kununua dawa viwandani badala ya kununua kupitia kwa mawakala, ambapo amewataka madaktari nchini kuzitumia dawa hizo kama zilivyopangiwa. Tatu Abdallah, TBC.